Mchujo wa mashindano ya kusoma na kuhifadhi Qur'an ya kumtafuta mshiriki atakayewakilisha Tanzania katika mashindano ya tuzo za kimataifa za Qur'ani tukufu 2026 yamefanyika leo katika msikiti wa Mtoro Kariakoo, jijini Dar es Salaam na hatimaye kupatikana mshindi mmoja kati ya washiriki kumi na saba walioshiriki mchujo huo.

Mashindano hayo ni yale yanayoandaliwa na jumuiya ya kuhifadhisha Qur'ani Tanzania chini ya Sheikh Othman Ali Kaporo. Mwandishi wetu aliyehudhuria mchujo huo ameweza kuongea na mshindi aliyejinyakulia ushindi katika mchujo huo, na alikuwa na haya ya kusema. Tazamaji wa Ibun Jazar TV pote pale lipo, hizi ni ripoti kutoka Masjidi Mtoro Kariakoo jijini Dar es Salaam ambako kulikuwa na zoezi kubwa na zito la kumtafuta mshiriki atakayewakilisha Tanzania katika tuzo za kimataifa za mashindano ya Qur'ani Tukufu mwaka 2026, yatakayofanyika pale katika uwanja wa Benjamin William Kapa, yanayoandaliwa na jumuiya ya kuhifadhisha Qur'an chini ya Sheikh Othman Ali Kaporo, na mbele yako ni Uh, mshiriki au mshindi wa mchujo huo ambaye kwa uwezo wa Mwenyezi Mungu ameweza kufanikiwa kushinda na uh, kufanikiwa kuiwakilisha Tanzania katika mashindano hayo. Niko naye hapa, tuongea naye mawili matatu uweze kumsikiliza. Assalamu aleikum warahmatullahi wabarakatu. Wa wa wa hongera <todakusha> sana. Jina lako uh, Suleiman Omar Ally, na unatokea wapi? Mkoa wa Dar es Salaam. Hongera sana una, una kujia, kwa ushindi wakati unakuja Masjidi Mtoro kwa ajili ya kuja ku, uh, kutafuta hati yako yakiwekelisha uh, Tanzania katika mashindano au katika tuzo za kimataifa za Qur'an tukufu, ulikuwa unadhania ya kwamba unaweza ukashinda? Kwa kuwa <clears throat> ilikuwa ni mashindano na mashindano ni kitu ambacho kipo wazi, mm. Kwamba katika washiriki 17 wote tuliokuwepo, yoyote alikuwa ana anaweza kufika kuwa mshindi. Mm -hmm. Na, na mimi, kwa mshindi, na nadhani mimi pamoja na wenzangu wote tulikuwa tunaweka nadharia kwa washinde. Haiwezekani ukaona ingia kwenye mashindano hujaweka nadharia hiyo. Mm -hmm. kwa hiyo nilikuwa nakuja najua mtanange utakuwa upo vizuri kwa sababu, mm -hmm. Kila mtu amejiandaa vizuri na alhamdulillah nimebahatika kuwa mshindi. Kwa hiyo ukiniuliza kuhusu nadharia ya ushindi ilikuwepo. Mm -hmm ndiyo di. Ulisoma wangapi yani, ulikuwa wangapi katika usomaji? Kwa usomaji mwanzo nilisoma mtu wa nne katika ile mchujo wa mwanzo kabisa. Baadaye tulipokuja kuchujo tukapatikana wawili, nikasoma mtu wa pili. Watu watatu wa juu waliosoma hawakukutishia chochote? Uh, kwa sababu ni Qur'ani eh, na alhamdulillah kidogo nina uzoefu. Kwa hiyo huwa anajiangalia mimi sana mm. Kwa sababu anasema ukipata pressure kutokana na kumwangalia mtu unaweza usikilete kile ambacho kilichokuwa katika maandalizi yako. Kwa hiyo kila mtu alijitahidi kwa nafasi yake, na mimi nilikuwa nasema naenda kujitahidi kwa nafasi yangu. unadhani ni ipi siri ya mafanikio yako ya leo na kufanikiwa kuiwakilisha Tanzania katika mashindano yajayo? Siri ni nidhamu. Nidhamu kuna, kuna vitu vitatu, kwanza tunamtanguliza Allah; pili tunasema tuna juhudi, cha tatu tunakuwa tuna nidhamu kwa sisi wanafunzi. Ukiangalia mm -hmm. katika washiriki hapo tulioshiriki wote kumi na saba ni peke yangu nilikuwa na umri mkubwa kuliko wote mm -hmm. kwa hiyo hapo nyuma niliwahi kutafuta nafasi mm -hmm. lakini ni ni, ni siku bahati mm, kwa hiyo sikukata tamaa, niliongeza juhudi mm, nilizidi kumtegemea Allah na alhamdulillah, nidhamu yangu ilibaki vile vile mpaka leo alhamdulillah, nimeonekana na nimepata nafasi ya yeah. leo unakabidhiwa bendera ya Tanzania kuiwakilisha Tanzania katika tuzo za kimataifa za mashindano makubwa kabisa ya Qur'ani tukufu, unawaahidi nini wa Tanzania? Uh, wa Tanzania kwanza ni watu wapenda Qur'ani, mm. alhamdulillah kwa hilo uh, watakapojitokeza wazidi kutuombea dua, wazidi kutuombea dua washiriki wote, siku hiyo tuweze kufanya vizuri. Hmm. Nawaahidi sitawaangusha, kama leo nilivyofanya vizuri na siku hiyo inshallah nitajitahidi nisiweze kuiangusha. Kwa hiyo tutarajia ushindi kwenye mashindano hayo inshallah. Shukrani sana na kila laheri ni mshiriki ambaye ataiwakilisha Tanzania katika mashindano ya kusoma na kuhifadhisha na kuhifadhi Qur'an tuzo kimataifa zitakazofanyika katika uwanja uh, uh, wa Benjamin William Mkapa 2026. Nikiripoti kutoka hapa Kariakoo jijini Dar es Salaam Masjidi Mtoro. Jina langu ni Hamza Shabani Lusambo, mpaka wakati mwingine, asante na kwaheri.